Nyota ya Simba: kupachukia sehemu, kukosa ujasiri unapokuwa huna kitu, kuchelewesha kazi ya mtu ifanyayo, kufanya maamuzi kwa kutumia hasira. Simba, kuna mtu atakutafuta kwa lengo la kukufariji na atakufanya uwe bora hata kama huna kitu. Baadhi yenu mtapata matumaini ya kile mnachokipambania, kuhisi mtu anakubagua, kukumbuka matukio yenye kukupa maumivu, kutamani kupiga kelele kwa hasira unajitahidi kuonyesha uwezo wako wa kazi, utafikia pazuri. Mwongozo wako unakuhitaji ufanye kitu zaidi ili uzidi kuwa bora. Marafiki wa kweli watajitokeza kukupa msaada. Utafikia wakati wa kupanda ngazi za maendeleo kwa haraka. Simba, simba, simba, usiwe mwenye kiburi cha kupitiliza, utakuwa ni mkosaji sana. Adabu heshima iwekee kipaumbele pia. Mwenyezi Mungu anataka kukufikisha ulipokuwa unapatamani katika imani yako itakupa majibu sahihi. Zidisha jitihada.